Yes, bane, what's good? Uko freshi sasa. Kumekuwa na malalamiko mengi sana, na imegeuka kuwa kama desturi ya mataifa ambayo mtu mzima Diamond Platnumz akienda kupiga show ni lazima mashabiki lakini pia wasanii kutokea pande hizo walalamike kuhusiana na malipo ambayo mshikaji amekuwa akipewa. Baada ya mtu mzima Diamond kutumbuiza kwenye tamasha la Kofi Marathon huko kipande cha UG, inazungumzia Uganda, kumeibuka mijadala mingi sana mtandaoni, watu wengi wakihoji kwa nini mshikaji alipwe pesa zote hizo, na wanaeleza kwamba Diamond alilipwa kiasi cha shilingi milioni 750 pesa za Kiganda, ambazo kizikonvert kibongobongo ni sawa sawa na milioni 554 kwenye konseti hiyo hapo na Uh, washikaji wameenda mbali zaidi na kusema kwamba mshikaji kalipo pesa kubwa sana kulinganisha na show yenyewe na audiensi ambao waliokuwepo, kwa sababu zoezi nzima la show hili, uh, ni kodi kutoka kwa wananchi na ilisimamiwa na wizara husika na waliongezea kwamba mapokezi Diamond amekuwa akipokelewa akipewa zile treatment za BRP kwa sababu alipewa helikopta, kulinganisha na wasanii ambao wana represent kipande cha UG. Kwa mfano Baby Cool alikuwepo, lakini treatment zake zilikuwa ni za kiloko sana. Kwa upande wako, unaona kama Diamond Platnumz alistahili kulipwa pesa hizi na hizi treatment ambazo alizipokea? Mshikaji wetu je, alideserve ama ile hakudeserve? Na show ulionaje? Drop comment yako hapo chini, pochini utakometisha kinoma noma the pv rob y 27 that is my number press